Ila Amina, kumbuka kitu kimoja huyo, tukifika kwa huyo Neema akituambia tuondoke, tunaondoka. Usikae kwenye hatari kwa sababu ya mapenzi ya mtu mwingine, huwezi kujua ni kitu gani ambacho anataka ukuepusha nacho, kukuambia uondoke kwenye mapenzi yao. Ila unajua ni kitu gani kinaniuma zaidi Fatuma? Sio Juma tu kunificha, ni kuona mwanamke mwingine ana nguvu juu ya uhusiano wetu kuliko mimi. Mungu wangu, Amina. Una uhakika hiyo location ni sahihi? Hii sio sehemu ya mazungumzo ya watu wazima, hii ni kama sehemu ya movie ya kutisha. Mungu wangu, we sai, wewe hebu pukuza sauti bwana, hatujui hata huyo Neema yuko wapi. Hivi nyie, mbona mnaanza kufoka kabla hata hatujajua ndani kuna nini? Karibuni, nilijua mtakuja Amina, nimekuwa nikikusubiri, tusogeeni ndani Tusipoteze muda. <laughs> We Neema, hii ni picha ya Juma, ni kwa nini iko hapa? Amina, usiogope, kila kitu nitakueleza. Lakini kwanza kaa kwa kutulia, usiwe na jazba. We Neema, unajua umeleta vurugu kwenye harusi ya watu. Tuanze sasa, umeleta taarifa, umezuia Juma kupatikana. Hebu sasa utueleze kila kitu bila kutuficha kitu chochote. Msijali, nitawaeleza. Mimi na Juma tulikuwa pamoja kwa muda mrefu, sio kama mnavyofikiria. Tulipendana sana na tulipanga ndoa. Amina, tafadhali usilie, pole. Bado hatujamaliza, lakini Juma alibadilika. Juma aliniacha ghafla bila sababu, alikatisha mawasiliano yetu, akanibloku kila mahali. Jambo ulilosema linawezekana, lakini swali ni je, ni kwa nini ujitokeze leo? Siku zote ulikuwa wapi? Nimejitokeza leo kwa sababu siku ya leo ilikuwa ni siku ya harusi ya Juma, na ilikuwa ni siku ambayo tulipanga kuoana mimi na yeye miaka miwili iliyopita. Eti unasemaje? Ndiyo, aliniahidi hivyo na tulikuwa tumepanga maandalizi, lakini kipindi hiko nilipata ujauzito. Mungu wangu! Eh, eti ujauzito? Ndio, hivyo nilivyosema. Na Juma hakupenda hilo, alipotea, hakuwahi kurudi. Nilipoteza mtoto wiki chache baada ya msongo wa mawazo. Hapo ndipo maisha yangu yaliharibika. Kwa maana hiyo, unataka kulipiza kisasi ama ni kwa nini umekuja kwenye maisha ya Amina? Hapana, sio kisasi, natamani tu afungue mdomo wake akueleze, usiolewe na mtu ambaye ana historia nzito namna hii bila kukwambia. Lakini Juma yuko wapi? Wewe ndio umemficha, maana ujumbe wako unasema nikija nitamwona nanashangaa hapa kwenye ili lijumba sijui lidude gani tunalokaa hapa simuoni huyo juma nataka kufahamu juma yuko wapi amina hakuna niliyemficha juma alinitafuta jana usiku tulizungumza alipokuwa anaondoka kuna kitu kibaya kilitokea kitu gani neema kitu gani kilitokea nieleze tafadhali juma hakuondoka salama kuna kitu kimetokea usiku. Na Juma. Amina, Juma alipata ajali mbaya usiku wa leo na mpaka sasa yuko ICU. Hapana, ah, ah, hapana, hapana. Juma, Juma hawezi. Juma hawezi siku ya leo. Juma alikuwa akilifuata kunieleza ukweli wote kabla ya harusi yako, kwa sababu alikuwa anataka kumaliza kila kitu, alipofuata maasha aliyoniandikia zamani. Mbona <laughs> mbona hivyo? Amina, unaweza kwenda kumwona Juma hospitali, kabla haijawa too late, maana hatujui kama atapata nafuu. Lazima tuende hospitali sasa hivi. Hakuna mtu anabaki hapa. Amina, naomba nikutahadharishe. Ukifika hospitali, kuna kitu kingine ambacho utakijua, lakini kwa sasa sitaki kukufanya uanze kulia tena kabla ya wakati. Kama ni kulia, nimeshaanza kulia zamani. Nimeumia sana na nimechoka. Sijui kama kuna kitu kingine kitanifanya nilie zaidi, lakini siwezi kuvumilia tena, twendeni. Nasikitika kukwambia kuna kibaya zaidi ya hiki ambacho utahitaji kujua, kibaya zaidi ya haya yote, kibaya kuliko ajali, kibaya kuliko uongo, kibaya kuliko kugundua alikuwa na mtu mwingine. Ndiyo Amina, jikaze, kunayo zaidi Fatuma. Naomba ukawashe gari haraka tuondoke kabla moyo wangu hujapasuka hapa kwenye hili pango. Dana Hamari, tafadhali, naomba kujua mgonjwa anaitwa Juma Omari, ameletwa jana usiku ICU, yuko wapi, yuko chumba namba ngapi? Salama, aha, poleni. Yuko ICU ya pili, ghorofa ya juu hapo, lakini kuna utaratibu. Kabla hujaingia hamwezi kwenda kama yote mlivo hapo Inatakiwa mtu mmoja tu kwa wakati, kama muuguzi alivyosema. Mimi nitaenda basi, msikae mbali, mnisubiri hapa. Hivi Juma, kwa nini ulinificha? Mbona hukuniambia yote haya? Ulipaswa kuniambia neema ni nani, ulipaswa kuniambia historia yako Juma, sio kuacha tu kitu kinanivamia siku ya harusi yetu. Kwa nini lakini umefanya hivyo? Kwani umefanya maamuzi magumu. Sijui kama unaweza kunisikia lakini naumia sana moyoni. Juma, umeniumiza sana siku ya harusi kweli. Ona sasa aliyokupata upo kitandani, uwezi hata kunyanyuka. Hiyo tayari ni kwa sababu ukusema mapema, pengine ungesema mapema yangeepukika. Ni kwa nini lakini Juma? Hata kama uliamua kuniumiza bado nimetoka huko kwa moyo wangu wote kuja kukuona, bado niko hapa, najua hunisikii, inaniuma kwa kweli <laughs> sijui hata nimekosea nini katika kuchagua, sijui nyuma. <laughs> Dada, pole sana kwa unayopitia nimekusikia, unazungumza kwa huzuni sana, japo mwenzako hawezi kukusikia kwa sasa, amelala. Uh, lakini kuna muda alizungumza kabla hajapoteza fahamu, alizungumza kitu, alitaja jina lako wewe, si ndo? Amina alitaja jina lako? Asante dokta. Unasema alitaja jina langu? Alisema nini? Alisema niitieni Amina, ana haki ya kujua kitu. Jamani, niitieni Amina. Yani niko nawaza hapa hivi zai hivi unaamini kweli Juma atakuwa na siri kama, kama ni kweli, kitu gani? Maskini wa Mungu, namwonea huruma rafiki yetu. Ni wakati mgumu sana, hata sielewi. Eh, yani kama mkosi vile. Yaani, mimi pia nashindwa kuelewa. Kama alikuwa na Neema zamani sawa, haina shida, mapenzi yanapita, watu wana maeksi yao zao kibao, lakini kwa nini amwache vibaya kwa namna hii eh? Kwa nini amwache kwa njia mbaya hivi? Hapo sasa ndo tujiulize. Na ile ajali ya usiku inaonekana kama kulikuwa na kimbunga. Waligongana na kitu gani haswa? Maana sio kwa hiyo ajali mbaya hivo, yani hata ieleweki. Mm. Iwe sio Neema yule. Ameshika pochi mkononi anakuja huko hospitali. Hmm. Kila mtu alikuwa anasema ni mwanamke hatari. Haya. Sasa anaonekana mnyonge kama mtu aliyevumilia maumivu mengi. Sasa sijui anafuata nini saa hizi hapa hospitali. Hivi wewe Neema, umefika tena hapa. Huna huruma. Umempa msichana wetu mawazo. Halafu unakuja hapa kusimama kama malaika. Mimi kuja kwangu nimekuja kumwona Amina tu wala si kitu kingine na wala sio Juma. Naombeni niongee naye. Kwa sasa huwezi kuongea naye, yupo huko ndani kwa mgonjwa. Na hizo habari zako za nusu nusu tumesha kuchoka. Wewe si tulikuwa tunaongea nawe kwa kwa kwa <laughs> na nusu nusu, tuna muda si mrefu, nusu nusu mrefu mara... bado... <laughs> na nini eh, kumpa rafiki yetu tu pressure. Sijui una shida gani? Ungemwambia tu yote mara moja kama nikulia, aliye atosheke. We kila saa kuna hili ukikaa kidogo kuna lile, nani akuelewe sasa? Kama sio unataka tu kuvuruga mahusiano yao yakatike. Najua mtanilaumu sana, ila so kosa lenu. Niko hapa nitamsubiri Amina, ni muhimu sana maana kuna kitu ambacho Juma hakuwahi kusema na ye pekee anastahili kukijua, kwa hivyo nitamsubiri niweze kumwambia Amina hicho kitu ambacho anastahili kukijua. Naomba ni msinikataze, mimi siko hapa kwa ajili ya shari. Kama nivyosema tangu huko awali, nataka tu ajue ukweli kabla hajajua ni wapi anakoingia.